Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Julai moja, siku ya Jumanne, mada inasema wakunga wa Waebrania. Mtu hawezi kuelewa kitabu cha Kutoka bila kuhitaji mafundisho ya kitabu cha Mwanzo. Wayahudi walihamia Misri, na baada ya wakati wa ustawi mkubwa na amani, wakati wa utumwani lakini Mungu hakuwaacha watu wake katika matatizo yao, ingawa huenda nyakati fulani imeonekana hivyo. Bila shaka wengi wa Waebrania walikata tamaa juu ya taabu yao. Hata hivyo, wakati wa taabu, Mungu anakuja kusaidia kwa mkono wake wenye nguvu. Bwana wetu anawatia shime wafuasi wake, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Zaburi ya hamsini aya 15 soma kutoka sura ile ya kwanza aya ya tisa hadi ishirini na moja wakunga waaminifu walitimiza wajibu gani muhimu na kwa nini wanakumbukwa katika historia hakuna farao ambaye jina lake limetajwa katika kitabu cha kutoka wanatumia cheo cha farao pekee kinachomaanisha mfalme wamisri waliamini kwamba farao alikuwa mungu duniani mwana wa mungu Ra, au Osiris, au Horus. Ra alichukuliwa kama mungu mkuu wa Misri, mungu jua mwenyewe. Hata hivyo, licha ya uwezo wake wote, mungu huyu hakuweza kuwalazimisha wakunga kwenda kinyume na usadikisho wao. Kwa kweli, tofauti na farao asiye na jina, wakunga hao wawili wana majina, Shifra na Pua, kutoka sura ya kwanza ya 15. Wanaheshimika sana kwa sababu walimcha Bwana. Amri iliyo ovu ya Farao haikuwa na athari kwao, kwa sababu walimheshimu Mungu zaidi ya amri za mtawala wa kidunia. Tazama pia Matendo sura ya 5 ya 29. Hivyo Mungu aliwabariki na familia zao kubwa. Ni ushuhuda wenye nguvu iliyoje juu ya wa uaminifu wanawake hawa, haidhuru ni ujuzi mdogo kiasi gani wa teolojia waliokuwa nao walijua si tu lililo sahihi bali walichagua kufanya lililo sahihi. Farao alipoona kwamba njama yake haikufanikiwa, aliamuru Wamisri wa, wa waue watoto wote wa kiume waliozaliwa na Waebrania. Walipaswa kuwatupa ndani ya Mto Naili, labda kama kafara kwa hapi mungu wa Naili, na pia mungu wa uzazi. Hii ndiyo mara ya kwanza kuandikwa kwamba Wayahudi wanapaswa kuuawa kwa sababu tu wao ni Wayahudi. Kusudi la amri la kifo lilikuwa ni kuwapunguza nguvu wa Ebrania, kuangamiza dhuria wote wa kiume na kuwasimilisha wanawake katika taifa la Misri na hivyo kukomesha tishio ambalo Farao aliamini Waebrania walileta kwa taifa lake. Wakunga hawakujua tu hatua sahihi ya kuchukua walizichukua. Kuna ujumbe gani wa wazi hapa kwa ajili yetu? Hii ni Julai moja, mada ikisema wakunga wa Waebrania. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.